Tanzania yawekeza shilingi trilioni 0.9 kuboresha miundombinu ya Dar es Salaam. Desemba 31, 2025. Serikali ya Tanzania imetenga shilingi trilioni 0.9 kukabiliana na changamoto sugu za miundombinu zinazoikabili jiji la Dar es Salaam, ikiwemo kuboresha barabara, madaraja pamoja na miundombinu mingine iliyoharibiwa kwa muda mrefu na athari za mazingira. Hatua hii inakuja wakati kukiwa na ongezeko la malalamiko kuhusu msongamano wa magari, mafuriko ya misimu na changamoto za usalama barabarani, masuala ambayo pia yamekuwa kikwazo kwa shughuli za kiuchumi katika jiji hili lenye ukuaji wa kasi. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, Mkuu wa Mkoa Albert Chalamila alieleza kuwa fedha hizo zimeelekezwa katika miradi inayolenga kuhakikisha miundombinu muhimu inatumika muda wote na inafikia viwango vinavyokidhi mahitaji ya sasa. Amesema uwekezaji huo ni sehemu ya juhudi pana za serikali kuhakikisha maendeleo shirikishi na kuongeza uwezo wa jiji kukabiliana na changamoto za hali ya hewa na ongezeko la magari. Mafuriko na kufungwa kwa barabara yazidisha msukumo wa hatua za dharura. Kwa miaka mingi Dar es Salaam imekuwa ikikabiliwa na mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa na mara nyingi hupelekea kufungwa kwa barabara kuu zinazochochea biashara na harakati za watu. Barabara ya Jangwani mara nyingi huathirika sana, jambo linalokatiza kabisa mtiririko wa usafiri na kusababisha usumbufu mkubwa kwa wananchi na wafanyabiashara. Kutokana na hali hiyo, serikali imeamua kuwekeza kwenye ujenzi wa madaraja na uboreshaji wa barabara ili kupunguza athari za mafuriko na kurahisisha usafiri ndani ya jiji. Miradi mikubwa inayotumia uwekezaji huo. Ujenzi wa madaraja makubwa. Madaraja kadhaa yapo katika hatua za ujenzi au yamepokea ufadhili. Daraja la Kigogo, gharama shilingi bilioni 17.7. Daraja la Jangwani litagharimu shilingi bilioni 67. Daraja la Mkwajuni, utekelezaji unaendelea kwa shilingi bilioni 11. Miradi hii inalenga kupunguza athari za mafuriko na kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu mijini mwaka mzima. Upanuzi na ukarabati wa barabara muhimu. Wizara ya Ujenzi imeelekeza fedha nyingi kuboresha barabara ya Kongowe ambayo imekuwa ikilalamikiwa kwa upana wake mdogo na ajali nyingi zinazohatarisha maisha ya watu na mali. Kwa lengo la kupunguza ajali, msongamano na kuchochea uchumi, Wizara ya Ujenzi imeagizwa kuifanyia upanuzi mkubwa wa barabara hiyo mradi huo umetengewa asilimia 54.5 ya bilioni na ujenzi umefikia asilimia 25 ya ukamilishaji. Mradi wa maendeleo ya Dar es Salaam DMDP2 kupitia Tarura. Hatua pia zinaendelea chini ya awamu ya pili ya mradi wa maendeleo ya jiji la Dar es Salaam. Mradi unajikita kwenye ujenzi na maboresho ya mtandao wa barabara za ndani kwa lengo la kuunganisha mitaa kwa ufanisi zaidi. Tarura imesaini mikataba 21 ya ujenzi wa jumla ya kilomita 158 kwa gharama ya shilingi bilioni 48.8. Utekelezaji umefikia kati ya asilimia 26 na 40. Serikali yaomba ushirikiano kutoka kwa wananchi. RC Chalamila amesisitiza wananchi kushirikiana na serikali na wakandarasi ili kuhakikisha miradi inakamilika kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa, bila migogoro au ucheleweshwa kutokana na vikwazo kutoka kwa jamii. Muktadha wa kitaifa mageuzi mapana ya miundombinu: uwekezaji wa shilingi trilioni 0.9 jijini Dar es Salaam ni sehemu ya ajenda pana ya serikali kuboresha miundombinu nchini kote, ikijumuisha barabara kuu, bandari na reli. Reli ya kisasa SGR. Mradi wa SGR unaoanzia Dar es Salaam kuelekea Dodoma na kwingineko ni moja ya miradi mikubwa ya usafiri nchini, ukilenga kupunguza muda wa kusafirisha mizigo na abiria kwa kiwango kikubwa na kuimarisha biashara za kiraisa. WFP yasifu mageuzi ya usafirishaji. Shirika la chakula duniani WFP, limepongeza mageuzi haya ya usafirishaji, hususan maboresho ya reli na bandari kavi ya Kwala yanayoboresha mtiririko wa bidhaa ndani ya Tanzania na nchi jirani. Ujenzi wa bandari ya kina kirefu Bagamoyo. Serikali pia inapanga kuanza bandari ya kisasa ya Bagamoyo, mradi unaotarajiwa kuongeza uwezo wa Tanzania katika kanda ya Afrika Mashariki katika kusafirisha kontena na biashara za kimataifa. Hitimisho. Utekelezaji wa shilingi trilioni sifuri nukta tisa katika miundombinu ya Dar es Salaam ni hatua muhimu inayolenga kuboresha usafirishaji, kuimarisha uchumi wa mji na kupunguza athari za mafuriko na ajali. Kupitia madaraja mapya, upanuzi wa barabara na miradi ya mtandao wa barabara za mitaani, serikali inaweka msingi wa jiji lenye ufanisi zaidi, salama na lenye kuvutia uwekezaji, wakati ikitekeleza pia miradi ya kitaifa ya reli na bandari kwa maendeleo jumuishi la nafla.